Leo tuko katika aina ya pili katika kitendo ambacho chenye herufi tatu kilichozidishwa ndani yake ambacho ambapo tumeona katika darsa iliyopita.

aina ya pili, madhuifa ainuhu, ni kitendo ambacho imechanganywa aini yake. Madhuifa ainuhu, kitendo ambacho imechanganywa aini yake, ime yake. Ambapo kama tulivyoona kwamba mzani wetu ni faala. sawa faala. Sasa alivyosema kwamba madhuifa ainuhu, bimaana hii aini imejirejea mara mbili, moja imechanganywa kwenye nyingine. Na kama tulivyoona kwamba herufi inapo herufi moja inapochanganywa katika herufi nyingine inazalikana shadda, ambapo moja inakuwa ina haraka na sukuni. Kwa hiyo inakuwa fa'ala fa'ala, maana inazalikana shadda, maana aini moja imechanganywa katika aini nyingine, inapatikana shadda. Kwa hiyo ndo nukta ambayo tutaisoma leo, ambayo ni aina katika kitendo cha mz mazidu thulathi e, mazidu thulathi biharfin wahid, ambayo ni kigawano chake cha pili Nasema thani nukta ya pili au aina ya pili, maduifa ainuhu nahu. Mfano faala yufailu tafiilan, ambao tafiilan ndo masdar. Faala amefanyisha, mauzunuhu kipimwa chake -ki, maneno ambayo au, neno ambalo linapimwa kupitia mzani huo ni karama

Na kwa kuitia kasra aini yake fil mudhari, e, katika kitendo cha mudhari. Maana katika kitendo cha mudhari aini yake anakuwa ni mahsuran. Sawa, inachanganywa, ambapo aini moja inachanganywa kwa kuwa hapo yukarimu katika wezani wa neno yufailu. Maana hapo aini yake imechanganywa katika wezani wa neno yufailu bila dhaifi la aini. Alafu aini yake inatiwa kasra katika nini mudhari sfaamu. So, mm -hmm. Wabinauhu, na jengo lake litadia ni la kuhitajia mtendewa ambayo. So, tadia kama tulivyoona kwamba ni kupindukia kitendo hadi ya kuhitajia mtendewa, na mfano farahtu Muhammadan. Farahtu sema, nimemfurahisha. Faraha amefurahisha, fariha amefurahisha, faraha amefurahisha afarahtu nimemfurahisha, nani? Muhammadan, Muhammad. Wafahamu kwa jengo lake nakuwa litadia na linahitajia mtendewa, ukisema nimemfurahisha, tutakuuliza umemfurahisha ni nani? Sawa, au adhamtuhu au nimemtukuza. wakad yakunu Wakad yakunu taadiyatuhu litakthir, na uenda ikawa hili taadia yake ni ya wingi, yani kwa ajili, ya, kwa, yani kufanyika kwa wingi sawa. Wakad yakunu taadiyatuhu litakthir, nahwu mfano qatatu alhabla nimeikatakata kamba sawa. Naam, kusema kataatu nimekata, lakini unasema kataatu nimeikatakata ai, bimaana e, jaaltuhu qitaan kathiran, yani nimeifanya au nimeijalia kuwa ni vipande vipande vingi sawa. So, ndasakad so, yakunu tadiatuhu na uenda ikawa kule kupindukia kwake Litakthir. Sawa ni kwa takthir yani kwa wingi wa ufanyikaji wa hicho kitu, yani qata'tul habla nimekatakata kamba, yani tofauti na kusema nimekata kamba, sio? Umefahamu eh? Kuna tofauti kusema nimekata, qata'tul habla nimekata kamba na kusema nimekatakata kamba. Maana nimekatakata vipande vingi, umekata tu maana hiyo. Umekata pia, anasema Mazaktu athauba nimeichana chana, chana nguo. Kasartu zujaja nimekivunja vunja kioo, si mefahamshe? mm -hmm. Pia hapo kuna neno dhakara amekumbusha fahama amefahamisha kathara amekithirisha qallala amedogesha amefanya kitu kuwa ni kichache, tawala amerefusha saghara amedogesha

Kwa hiyo ni madhuifa ainuhu <tokotikazua> no? no? no. E, e, inakuwa ni kwa baadhi ya vitendo, ni kwa baadhi, maana vingine vinakuwa vikubali, ila vingi vinakubali <tokotikazua> yani taka kama ukivikuta ambavyo visivyokubali ni vichache. Sawa e, na hii mara nyingi inakuwa vikubali hapo, vitendo vile ambavyo ni lazim sawa, vitendo ambavyo ni lazim ndio inakuwa mara nyingi havikubali baadhi. Sawa, lakini vitendo vingi vinakubali kuingia katika mzani huu, vingi. Kwa hiyo vipo ambavyo havikubali.

harf wahid nasema, ni ile ambayo imezidishwa baina ya faa na ain katika mzani ambao mzani ni faala. Kwa kati ya faa na aini imezidishwa hapo yake imezidishwa nini? alif. Alif. mithlu mfano faala, umaona kati ya faa na aini imezidishwa nini? alif faala

kila mmoja kila mmoja kati ya hivyo viwili kwa huyo, na lakini mshindi yakunu failan, anakuwa ni mtendaji, wal maghlubu mafula lafdha, na huyu mshindwa anakuwa ni mtendewa kilafdhi. Mithlu, mfano, dharaba zaidu amra

amempigisha Zaid Amri. Amri. Amri. Zaid Amri, dalla ala suduri sudur eh, kutoka upigo, ala wajhi alghalibiyya, katika wajhi ya ushindaji. Min zaidin, kutoka kwa Zaidi wa uquihi, na kutokea kwake ki. ala amri, juu ya amri wa ala sudurihi na juu ya kutoka kwake, min amri kwa amri, ala wajhi almaghlubiyya katika hali ya ushindwaji wa ukuhi. Ala zaid, sema amepigana Zaid na Amri, sio? Mfahamu, inapokuwa qatala amru zaid amran, pambana Zaid na Amri, kwaoi inafidisha kwa ina, ina, ina musharaka baina beina al ithnain. Jadala aliu muhamadan amejadiliana ali na Muhammad, shatamtu alia nimemshtumu Ali. Wa kad yakunu min wahidin, nauenda ikawa inatoka kwa mmoja au min jihatin wahida, kutoka katika upande mmoja, min ghairi al-musharaka, pasi na musharaka. So mfahamu, umeelewa hapo? Wenda ikawa ni kwa mmoja au inatoka upande mmoja, alafu haina musharaka kati ya wili, ni huo huo mmoja tu.

wayakunu min faala ala wajhi takthir ala jihati takthir, na inakuwa pia inakuja katika maana ya wisani waneno faala katika hali katika upande wa wingi. wallahu yudhaifu liman yashaa ai, yudhaifu namwongezea. Allah anampa badala, namwongezea kwa anayemtaka maana maana yake yudhaifu ai yukithiru idaafahu, ana kithirisha ile badala yake, limenyonyesha kwa anayemtaka au kwa mtakaye. Mazidu bi harfain, kitendo ambacho chenye herufi tatu ndani yake herufi mbili